Na msikilizaji, nimerejea hapa baada ya burudani hapo fupi ya muziki, na sasa naweza nikasema ni wasawa kuweza kuzungumza pana na mgeni ambaye nipo naye ndani ya studio hizi za Big Bros na hasa katika sahau ya kipindi cha Jamvini. Uh, kwa hiyo msikilizaji ambaye uko pembezoni mwa Jamvini hivi sasa, basi ni nafasi nzuri kwa upande wako kuweza uh, kufahamu kile mgeni wetu chukua ametuletea. Jioni hii ya leo, karibu sana ndugu yangu ndani ya studio hizi za Big Bros na karibu katika sahu wa kipindi cha Jamvini. Ah, shukrani sana uh, kwa kunikaribisha katika kipindi hiki cha Jamvini. Ndio, na leo tumekuja na kuelezea topiki uh, tofauti tofauti kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Ndio ya kwa hiyo mimi natoa shukrani zangu zaati sana hili, ili kuweza kufikisha hili jambo kwa wahusika pia. Okay, mtazamaji uh, wa Big Bros Media na msikilizaji wa Big Bros Radio. Ningependa kufahamu kwamba uh, we ni nani, majina, cheo na kadhalika pia na ulipotokea. Sawa. mm. um, kwa majina naitwa Dr. Misi, ni mtaalamu wa afya mm. uh, nipo kwenye kampuni ya BF Soma, na tulishughulisha na kutoa matibabu ya magonjwa ambayo yasioambukiza na magonjwa pia yanayoambukiza na tupo hapa tunafanya hii biashara au kazi kwa kuwasaidia watu ili waweze kupona akae sawa, kwa sababu kuna matatizo mbalimbali ambayo watu wanawasumbua na hawapati matokeo mazuri. Kwa hiyo tunashauriwa sana tuweze kutumia virutubisho vishuruhishe pia, ili viweze kutufanya tuweze kufika katika afya bora mm. Umezungumzia uh, natibia na kusaidia uh, wana mama hasa kwenye Masuala mazima ya mfumo wa uzazi, ndio hapa. Unakuwa umelenga nini hasa ukizungumzia? Okay. Mfumo wa uzazi wa wanamama. Okay. Kwenye mfumo wa uzazi wa wanamama mm. Um, kuna magonjwa tofauti tofauti, au kuna matatizo tofauti tofauti, ina ina maana kuna matatizo ya mwanamke kutokushika ujauzito, kuna magonjwa ya PID mm. fangasi sugu uti sugu, matatizo ya hormonal imbalance, vimbe za kwenye kizazi mm. vimbe za kwenye mayai vimbe za kwenye mirija ya uzazi, hizi zote huwa zinawasumbua sana wanawake katika kipindi hiki ambacho wanawake wengi wanateseka. Sasa sisi kupitia kampuni yetu tunawasaidia kuweza kutatua hizi changamoto na kuwapa pia elimu ya uzazi. Kwa hiyo ndio mm. mm -hmm. maana tumefika hapa ili kuweza kutoa mada zetu ili kuweza kuwasaidia watu mbalimbali waweze kutusikia na tuweze kuwasaidia wenye changamoto hizo. Uh, umezungumza po kwamba uh, wanawake wengi wanasumbuliwa zaidi na magonjwa hayo hasa yeah. Kwa kipindi hiki. Ni kwa nini kipindi hiki wamekuwa wanasumbuliwa zaidi kuliko kipindi cha nyuma? okay. Sawa, vizuri yeah. sana ndugu mtangazaji, shukrani. Uh, kwa kipindi hiki watu wengi wanawake wanasumbuliwa kutokana na lifestyle ya maisha yes, mm. Maisha yetu sasa hivi yamebadilika. Tunatumia sana vitu ambavyo artificial sio na wao inapelekea, hmm. Na pia um, wanawake kupoteza uasilia wao, ina maana, hmm. um, mifumo, sababu sisi wanadamu tunaongozwa na mifumo hmm. yes, katika miili yetu. Sasa kwa mwanamke ana hormones sawa. Kuna hormones ambazo zinamfanya mwanamke ili aweze kama kushika ujauzito, aweze kushika ujauzito kwa rahisi um, pia ikontrol mfumo wake wa hedhi, hmm. mfumo wa kuzalisha ute ute wa uzazi ili iweze kumleshisha kwa siku zake za hatari aweze kushika ujauzito. Sasa um, sasa hivi kuna vyakula vingi ambavyo vinaathiri kwenye mfumo wa uzazi mfano, au matumizi ya vyakula vya mafuta mengi mm. vya kukanga hivi chipsi, kuku, hizi broiler uh, wanapotumia kwa sana, vinaenda ku affect na kuathiri mfumo wao uzazi moja kwa moja mm. so mwanamke anapotumia hivi vitu huwa vinaenda kumletea madhara ila madhara yake kwa muda ambao anatumia hatuweza kuyafahamu mm. lakini kwa baadaye atakuja kuyaona, kwa sababu atahitaji kuweza kushika ujauzito, anashangaa shiki ujauzito kwa sababu ile homoni ishavurugika, tunasema mm. ni hormonal imbalance, yani kwa maana homoni zake haziko sawa, kwa sababu ya kutumia hivi vyakula vya mafuta mengi, kwa sababu moja ya kitu ambacho homoni huwa zinaferi mm. kuwa na mafuta mengi pia katika mfumo wake kwa hiyo mm. anakuta mwanamke anashindwa kupata uteute wa siku za hatari, hedhi yake nabadilika mara kwa mara, au sometimes anapata hedhi yenye mabonge, hedhi nyeusi, unaona. Kwa hiyo mm. hivi vyote vinaenda kupelekea madhara katika mfumo wake wa uzazi. Kwa hiyo kupitia sisi huwa tunatoa ushauri wa vyakula vitumike, vyakula vya asilia, pia mm. vyakula vyenye madini vitamin C ili viweze kumsaidia kumjenga kwenye mfumo wake wa homoni sababu vitamin C madini mbalimbali vinaenda kusaidia homoni zake like ziweze kurudi katika mfumo wake wa kawaida. Kwa hiyo kupitia vyakula vinaenda kuathiri pia katika mfumo wa uzazi. Na ni watu uh, wepi ambao wanashambuliwa zaidi au wanakumbwa zaidi na haya maradhi ambayo umetoka kuazungumza, namaanisha watu wenye rika lipi? Okay, sawa. Kwanza sababu nilifanya research ya, okay, hmm. hmm. ya kutoka kazi yangu nafanya research kuanzia miaka kumi mm. mm. mm. uh, na nane wanawake hawa mpaka miaka thelathini na tano. Sawa, wanawake huwa wanapata hizo changamoto sana, kwa sababu ya lifestyle. Kwa nakuta mwanamke na miaka kumi na nane tayari ashaanza kupata tatizo za magonjwa mm. yes, magonjwa kama PID mm. fangasi sugu uti, kwa sababu kakosa elimu ya kuweza kumfanya aweze kujitambua na kufanya vitu gani vimpelekee Astop asifanye ili viweze kumfanya akae sawa katika mfumo wake wa uzazi. Sasa mm -hmm. So, wanawake wengi hawana hiyo elimu. Kwa hiyo inapelekea kuweza kupata PID kwa urahisi. Kwa mfano, uoga anafundishaga wanawake kuwa mm unatakiwa -hmm. kama mwanamke unapoingia katika S lazima ujue kwamba mfumo wangu wa S inatakiwa nijikinge, nijilinde mm -hmm. ili nisije kupata bacteria infections kwa maana huwa wanatumia pedi. Sawa? Zile pedi huwa ni, ni nzuri sana katika kuchuja ule uchafu wa hedhi kwa hiyo mm. Kama atakosa ile elimu ya kuweza kujua hii pedi, nataka nivae masaa mawili afu niibadilishe, nivae masaa matatu niibadilishe. Unakuta mwingine anavaa siku nzima mm. Abadilishi. Ina maana ile inafyonza pia bacteria zibaya, inampelekea kuweza kupata infections katika mfumo wake wa uzazi. Kwa hiyo hapo unaanza kuzaliwa PID, miwasho anapata mingi, hmm. chafu inatoka sehemu za siri, ina maana ile hali inaenda kumtofautisha na alivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo unakuta mzee ule mwenye miaka 18, ina maana hmm. pale wanawake wapewe elimu sana mfumo uzazi ili kuweza kulinda kile kizazi, baadaye waje wapate ujauzito kwa urahisi, kwa sababu wanataka kujenga familia, familia unajengaje ukiwa tayari ushakuwa na maambukizi Huwa bakteria wa PID mm, ni wakali sana kwa mwanamke na anapokaa nao muda mrefu huwa unaenda kumathiri katika mfumo wake wa uzazi, maana huyo mwanamke anashindwa kabisa kukaa vizuri sababu, atapata maumivu ya tumbo, maumivu ya mgongo, maumivu ya nyonga, maumivu ya kiuno, kupoteza hisia za tendo la ndoa, kupoteza uteute wa siku za hatari. Kwa unakuta huyo mwanamke tayari ashakuwa na maambukizi na matibabu yake huwa yanakuwa inatakiwa ye sahihi, kosa matibabu sahihi yataenda kwa tatizo litakuwa sugu na likiwa sugu inapelekea mwanamke atapata kansa ya shingo ya kizazi, atachilwa kushika ujauzito hmm. au akawa mgumba moja kwa moja. Yes, kwa sababu nimefanya hizo research na nilikuwa na ugonjwa tofauti tofauti na nimeweza kuwasaidia na kuwapa elimu na kuweza kupona kukaa sawa. Kwa kwa maana hiyo, kwa, kwa nilivyokuelewa kwamba hmm. na ukiwa na matumizi hafifu ya pedi yes, ndo napoingia mzunguko mm. Uh, ndo sababu ambayo inawapelekea kuambukizwa ku, kupata PID yes. Au kuna sababu nyingine nje ya hiyo ambayo inawapelekea wamama wa, wa kupata PID yes, zipo sababu zingine pia kuna mm. yes, uh, mwanamke kisha kwa amejifungua, pia sababu mm -hmm. mojawapo mwanamke kuweza kufanya nini kwa maambukizi ndapo hatokuwa anazingatia vile vitu ambavyo vinavyomfanya aweze kuepukana na ile hali mm. sawa mm. sababu ile elimu inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo natakiwa aweze kujua kwamba ninapojifungua lazima nijisafishe vizuri, nijiangalie vizuri, vizuri. Ina maana ile damu inapotoka ya ile siku arobaini mm. ina maana pia aweze kujisafisha vizuri sana na kile kizazi chake kinakuwa kipo wazi mm. akijaweza kutengamana vizuri, kwa sababu kimekaa muda mrefu kipo wazi kutokana na kujifungua kwake. Kwa hiyo. Mm-hmm. Huyu mwanamke anatakiwa aweze kujua kwamba napokuwa nimejifungua basi lazima niwe vizuri sana katika kujiangalia katika mfumo wa uzazi. Kingine matumizi ya uzazi wa mpango pia. Mm-hmm. Yes, um, uzazi wa mpango uh, kutumia vijiti, vitanzi, um, kutumia vidonge, ina maana vile pia vinapelekea kuharibu mfumo wake wa hormones. Mm-hmm. Na zile hormones huwa zinakuwa na pH scale pH scale ni ile hali ya mwanamke kuwa na uteute -ute wa ulinzi katika mfumo wake wa uzazi. Kwa hiyo ule ulinzi wake unamfanya aweze kuzuia bakteria wabaya wa PID, wa gonorrhea na chlamydia. Hmm. Hizo ndo bakteria ambazo zinasababisha PID kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa aweze kufahamu kwamba family planning sio njia nzuri na salama sana u Hmm. Pia um, kwa kupata PID kushiriki tendo la ndoa na wanaume tofauti tofauti, hiyo pia inapelekea mwanamke kuweza kupata PID. Hmm. Na maana unapobadilisha wanaume wanaume tofauti tofauti, mwanamke huyo anaweza kupata PID kwa urahisi, sababu sisi wanaume ni carriers, tunabeba bacteria infections wa PID kutoka kwa mwanamke tofauti tofauti. Hmm. Na maana mwanamke ambaye hana maambukizi ana uwezo mkubwa sana wa kupata maambukizi kwa nani? mwanaume ambaye alimsawishia kupata PID. Wakati uh, unazungumza hilo nilitaka ku, kutaka ku, kuuliza hilo swali mm, kwamba yeah, uh, baada ya kugundua sasa kwamba eji gani ya wanawake wanaoshambuliwa zaidi na huu ugonjwa wa PID, baada ya kutambua ni kuanzia miaka 18 hadi 35, nika, nika na nika nikapata mm, hapa swali na hiki kipindi ndo kipindi ama hii miaka ndo miaka ambayo uh, wadada wengi huwa wana, wanarukaruka wana ruka sana yeah. Kwa hiyo nitaka tu kujua ma kuna uhusiano wowote kati ya ugonjwa wa PID mm. na mdada kuwa akijihusisha mara kwa mara kwenye uh, tendo. Maana kuna wadada wengine kwao tendo kama vile sawa na mtu wa chai na mtu aliyokuwa kwenye eneo lenye baridi muda wote anataka anywe, kwa hiyo <laughs> Kwa hiyo nataka kujua kwamba kuna uhusiano, ukiona uh, kwa dada ambao wanafanya sana wanajihusisha sana kwenye mahusiano ya mara kwa mara, uh, na huu ugonjwa wa PID? Yes, kuna husiano mkubwa sana. Kwa hiyo kana hivyo sema mwanamke anatakiwa awe na yaani, awe na mwanaume mmoja, sawa mm-hmm. na amwamini, unawamini yani sawa kwa sababu mwanamke anapokuwa anabadili badili na ruka ruka mwanaume huyu, kesho mwanaume huyu mm, anajihatarisha pia kwenye mfumo wake wa uzazi mm. Yes, kwa anatakiwa aweze kusa kutulia, awe na mwanaume mmoja ambaye atakaweza kumsaidia kufika katika nchi ya ahadi, kwa maana kuweza kukaa sawa katika mfumo wake wa uzazi bila kuwa na maambukizi. Sababu haya maambukizi mm, akisha kuwa nayo kwa sababu ya kuruka ruka, ina maana utamfanya sehemu zake za siri kubadilika, sasa kuwa katika mfumo mwingine mfumo kwa mfano, atatokwa um, na chafu sehemu za siri, atakuwa na harufu, miwasho. Mm. kwa ile hali itamkera, pia na itampotezea kuwa na mwanaume sahihi, kwa sababu mwanaume hatopenda kupata kusikia harufu chafu au miwasho. Mm. Sawa unapokuwa katika tendo la ndoa. Na harufu huwa inasababishwa na nini? Yani ndio mwanamke, baadhi ya wanawake wameumbwa hivyo, au huwa anasababishwa na hii miingiliano Yes, harufu uh, inasababishwa na miingiliano sawa. so, mm. na kwa sababu kani vosema PID mm. inasababishwa na bakteria ziwa gonorrhea na chlamydia. Hizi ni bakteria maarufu ambazo zinasababisha PID kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke anapopata maambukizi haya, huwa yanapita katika mlango wa kizazi, katika mirija ya uzazi, mpaka katika mji wa mimba uterus mm. kwa hiyo mwanamke anakuwa anabadilisha mfumo wake. Sasa wale bakteria wanaenda kuharibu ile hali ya homoni na ule uteute -ute ambao unamfanya mwanamke aweze kuzuia ile bacteria infections ina maana wale bacteria wanaenda wanabadilisha yale.